Tunaona hapa watu wako wa mingi mingi hapa na kuko soda mwenye na kufa na, na mtoto mdogo wo mwenye ulikuwa kama shahidi. uliona haya ilikuwa unaweza Si tulikuwa tunekala batu batu wa mingi hapa kwetu, tunekala kumsingi, tukaona batu wanaanza kimbia kimbia, na sisi tuka tunatupa macho kule kwa anatokea, ndosa likuya, akafika pale anafungulia mikono yake. Ndio vile iliua ule soda na ule mtoto, naiihiuikimia maa kuna ikala hii ngambo mkono wa kushoti. Ule mtoto naye alimkuta wapi mpaka akaingia? Mwenye mwenye mtoto alikuwa anashuka, hata soda alikuwa anapanda, mtoto alikuwa anashuka. Ah, sio pole kweli, tushapo kwa majina ni Furaha Marta ama Bukie wala Mamandati, mama Christia bo. Nilikuwa naikala ku biashara vyenye mliona pale vumatomate, mafuta, bunga, mchele ngambo ya huku ya kumkono mkono, ngambo ya kainzira. Kasikia fuyome, nilikuwa nalala, sa nilikia inua kichwa ah. Ikaona watu wako wanakimbia mvuma mvuma kasema hata acha kwanza ni lamuke. Eh? Kona wako wanakimbia wako wanakimbia. Kasema acha ni lamuke ni kale kwanza. Tuko na, na, na wale babu wao walikimbizia hospitali. Mm. Na angalia mwaka kanjia, kutupa macho ngambo ya chini. Naona wale soda natoka kule na, na ile teni. Na vala teni yake na kale kangere na de mkono. Asema na uwa mtu na uwa mtu. Nikasema Mungu wangu nashakosi, sikuona hata na kisi, nilikimbia kama Mungu alinyangula kama nini kafika, nakimbia kimbia hapa hivi karibu ya nyumba kukoka kuko kanjia, kanjia, make walizuiaka na mabrike. Kafika nenda jikunja mule, kafika na kia sikia kitu kinaripuka, kasikia vumbi naruka. Nikasema Mungu wangu, hapa njo nataka kufia hapa. Nikasema kama nitoke kama ni ikali, kafika na ikala hapo hapa, nikajikunja eh, kiasi kidogo nikakia, na watu wanayana asesoda alisha, alisha kufi na ule babu mwe alikuwa naikale pale kusikali kakiakuta na alishanguka iko chini ya yaile sikali alishalala, alisha longu nanjo nikafika natoka pale, na nikuwa nafichama nikakimbilia mpaka mwainyumba. Kashukuru Mungu kabisa, ene alifanya nebyabi na kizuri, batoto hakuna bee walikuwa pale na uyo mtoto